Nchi za wenzetu wabunge ni mtu ambaye anapaswa kuwa ana uelewa mkubwa wa mambo, kwa sababu bungeni ndio sehemu ambayo wanakutanika watu wenye akili kubwa, wanakwenda kupanga mipango mikakati kwa ajili ya kuwaza kesho ya baadaye ya nchi zao. Lakini sisi nchini kwetu wabunge wanakwenda bungeni kupanga ni kwa namna gani mwaka elfu mbili na thelathini turudi bungeni. Mbunge anapaswa aingie bungeni, aende akasemee maslahi mapana nchi yake, kwamba leo ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano, nchi yetu ilipo, bado tupo kwenye ulimwengu wa dunia tatu. Sasa je, tukishafika elfu mbili na hamsini, nchi yetu itotoka hapa labda ingia na Singapore lini? Lazima mbunge aweze kufanya mpango mkakati aupeleke bungeni, bunge likatafsiri zile sheria kinagaubaga Uwezi ukawa mbunge ukatunga sheria ambazo zile sheria zinakuja kuhukumu watu mtaani, halafu ujenda shule, hujua tamana ya sheria, unaliga darasa saba kwa sababu tweti, unajua kusoma na kuandika, halafu una fedha, halafu pia unaweza kuzungumza vizuri. Haiwezekani. Bunge ni chombo cha muhimu kwenye nchi hii. Tunapaswa tuweze kuamini vijana kutoka chuo kikuu, kutoka vyuo vya kati, ambao wanaweza wakaja na mipango mizuri ya namna gani kijana nchi nchiii ataweza kusaidia nchi yake kwa nguvu zote alizo nazo, lakini kuliko kuendelea kuwaamini wanasiasa walewale. Kuna mwanasiasa ana miaka ishirini, ana miaka thelathini, yupo kwenye jimbo Alafu kuna vijana anatoka chuo kikuu fresh, kutoka chuo kikuu, fresh. Ana, anataka agombee na yule mzee lakini, sababu yule mzee ana fedha au labda ana konesheni mbalimbali mjini, yule kijana hapa ina nafasi ya kuwa mbunge. Kwa hiyo tumekuwa tukiwapoteza vijana wengi sana wenye maarifa makubwa ambao wanaweza kusaidia nchi hii kwa sababu tu ya kuamini wanasiasa ambao either wana nguvu ya fedha, either wanaweza kuzungumza vizuri sana au wana, wana, wana, wana, wana uzoefu kwenye ubunge Lazima tuweke mipango mikakati kwamba ili mtu hawezi kuwa mbunge au kuwa diwani kwenye nchi hii, afadhali anze degree huu na degree moja huu na shahada moja, kwa sababu huwezi ukina bungeni ukaenda kuzungumza vitu vya ajabu ajabu, unaletewa sheria kubwa za mataifa basi. Itafsiri sheria mpaka fulani wa Tanzania na Uganda uweze kutafsiri kwa sababu elimu yako ni ndogo, na huo ndio ukweli. Na kuwa na elimu ndogo sio dhambi, lakini kila sehemu lazima kuna kuna ishu. Tunataka tuchague bunge kulingana na meritocracy, sio sababu ya background connection. No, meritocracy, uwezo wako wa kielimu na uwezo wako wa kujenga hoja ndio ambavyo utakuwa uwe mbunge au rais wa nchi. Nchini Uingereza elimu mtu hawe mbunge ili mtu awe mbunge nchini Uingereza, afadhali uwe na masters ndio kianzio. Hapa kwetu huja kusoma na kuandika peke yake, kwenye ulimwengu huu, nchi yetu maskini, ulimwengu huu ambao dunia imepiga hatua sana kwenye teknolojia, dunia imepiga kubwa sana kwenye sayansi, lakini bado nchi sheria yake inasema kwamba mtu huyu awe tu na elimu ya kujua kusoma na kuandika, darasa la saba. Inasikitisha sana. Hatuwezi kufika kwa namna hii, hatuwezi kufika, sio leo wala kesho.